Wewe mpango gibini, sawana na kutia umu, utulie kama maji ni kufungia, nataka kesho kwenye mechi usip, usipate goli hata moja, ukifika pale mbele uwebaiki upige nje. Tulia umu na kufungia kama kiuwe ni usipoteza kesho. Na wewe na kuna spidi zako kesho, kimbe na mpila mpaka mwisho na kufungia umu, usilete nyinyo wala nyinyo na kufungia chupo wewe Desem Mkwala, kama kawaida yako nakufungia kufungia huko um, kesho mbele, ukifika pale papala papala lango la wapinzani usilione, unapiga nje. Wewe nangu nangu kesho usikabe yani, kama kawaida yako ukifika, ukifika pale, ukifika pale wapinzani wapite magoli kama wote muruhusu, hmm? kama taka kamala kama taka yule kipaji KT, basi kesho magoli upande wenu yaingie kama mvua eh, na wafungia huyo Anthony Mligo, na wewe Okay wapinzani wakipanda na babaika na kuweka umu. Haya, wachezaji wengine wote wa Simba mkienda kwenye langu la wapinzani musilione gozi, mkifika pale mnababaika, babaika unabutua nje na wafungia umu, hakuna nywinywi wala nyunyunyi kama maji yanavyotungamana nanyii, kesho miguu iwe mizito kama mawe shenzi.